Pazia la hadithi. Nilipoachana na Nadia nilijua tu tumeachana, sikujua kwamba hakuniacha. Tulikuwa tumedumu miaka miwili, alikuwa mpole mpole, kupita kiasi. Yule mtu anayekutazama muda mrefu bila kuzungumza. Siku ya mwisho tuligombana vibaya, nilimwambia nimechoka, sitaki tena Alinitazama akatabasamu taratibu, kisha akasema kwa sauti tulivu, "Sawa, lakini hutaniacha." Sikuelewa maana yake. Usiku huo huo nilihamia chumba kingine, mtaa wa Sinza, karibu na barabara, lakini kimya sana usiku. Siku ya kwanza ilikuwa kawaida. Siku ya pili nilianza kuona mabadiliko madogo. Nilikuta kikombe nilichotumia asubuhi kikiwa kimeoshwa jioni, wakati sikuwa na mtu nyumbani. Nilidhani nimesahau. Usiku uliofuata saa tano kasoro, simu yangu ikapiga, namba haikuwa imehifadhiwa. Nilipopokea kulikuwa na pumzi nzito tu, kama mtu aliyekuwa amesimama karibu sana na simu, kisha akakata. Siku ya nne nilipata ujumbe, umesahau kufunga mlango wa nyuma. Niliruka kitandani, nilikuwa nimefunga milango yote. Nilikimbia kuangalia mlango wa nyuma ulikuwa wazi kidogo. Nilianza kulala na taa zikimwaka, lakini hata mwanga haukusaidia. Nilipoamka usiku mmoja kwa ghafla, nilisikia kitu kikiburuzwa sakafuni. Sauti ilikuwa ikitoka ndani ya kabati. Nilijifunika shuka, nikavuta pumzi kimya kimya, kisha nikasikia sauti, sauti niliyoijua vizuri. Usiogope, ni mimi ilikuwa sauti ya Nadia. Asubuhi nilikuta kabati langu likiwa limefunguliwa na nguo zangu zimepangwa vizuri kuliko kawaida. Kwenye kioo cha bafuni kwa mvuke wa maji kulikuwa na maandishi. Niko hapa. Nilimblock kila mahali. Ndipo akaanza kuonekana kwenye ndoto. Kila ndoto ilikuwa ile ile. Nadia amesimama pembeni ya kitanda changu. Uso wake hauonyeshi hisia, lakini macho yake yanavuja damu taratibu. Alikuwa akisema nitaondoka ukikubali. Siku ya kumi na moja nilirudi nyumbani nikakuta chakula kimepikwa, chakula kile kile ambacho Nadia alipenda kunipikia. Sikutaka kula. Nilisikia kicheko chake kikitoka bafuni. Nilifungua mlango kwa nguvu, hakukuwa na mtu, lakini kioo kilikuwa kimeandikwa kwa damu. Ex haishi kumbukumbu kumbu. Nilianza kupoteza usingizi. Nilianza kujiuliza kama nina wazimu. Usiku wa mwisho nilipata ujumbe mmoja tu. Niko chini ya kitanda. Simu ikaanguka mkononi mwangu. Nilishuka polepole, nikachungulia chini ya kitanda. Nikajiona mimi mwenyewe nikiwa nimelala, nikipumua. Nadia alikuwa amesimama nyuma yangu. Akaninomoneza sikioni, sasa ni zamu yako kuwa kumbukumbu kumbu. Majirani walisema walimsikia mtu akizungumza wa peke yake usiku kucha. Alipoondolewa hospitalini, miezi baadaye nilirudi nyumbani. Kitanda kilikuwa kimepangwa, chini yake kulikuwa na ujumbe: x wako hakuondoka. Endelea kufuatilia Pazia la Hadithi kwa simulizi nyingine. Usisahau kusubscribe, kushare na kubonyeza alama ya kengele. Hadi wakati mwingine.